Miaka hii kumi na nane imenijenga kwa kiwango kikubwa sana na ninaweza kusema imeniandaa hata kuweza kufikia kubeba huu msalaba wa kuwa mwandamizi wa mitume. Eh, ikumbukwe kwamba mimi malezi yangu ya mwisho eh, kuelekea upadre nilipata nchini Italia. Ndiyo. Jimbo la Agrigento na nikapata daraja ya upadre tarehe kumi na moja mwezi Julai Ndiyo. elfu mbili na saba. Ndiyo. Lakini mara askofu akanituma tena kule kule Italia kwa ajili ya kwenda e, kusoma masomo yanayohusu teolojia ya uchungaji, lakini wakati huo huo nifanye utume ndani ya jimbo la Agrigento ambako ambapo nilitumwa katika kisiwa kimoja kinaitwa Lampedusa. mm -hmm. Kule ambako wanaingilia wakimbizi. E, kwa hiyo nikawa paroko msaidizi wa parokia ya Mtakatifu Gerlando Lampedusa, na uh, chaplaini wa wakimbizi wanaoingia kutoka e, sehemu mbalimbali, lakini kwa namna ya pekee kutoka Afrika. mm -hmm. E, kwa hiyo kwa miaka minne nilifanya ule utume ambao nataka kusema ulinijenga sana, si tu katika maisha ya imani, lakini hata katika utu kwa ujumla, kwa sababu pale nilikutana na mambo ambayo e, yalihitaji tafakari ya kina na hata kuweza kuwa na ukomavu katika kuhusiana na hawa watu ambao walifika pale, wengine wakiwa wamepoteza njiani watoto wao, e, wenza wao. E, walifika pale wakiwa na, na machungu ya ajabu. Kwa hiyo kipindi kile mimi kilinipa e, e, kilinipa fursa ya kuweza kukua zaidi katika kumtazama Kristo msulibiwa, na kwamba ukuhani wangu ni kwa ajili ya kuwahudumia hasa hawa ambao wana, wanadhihirisha ule msalaba wa Kristo kwa namna ile.